Skiliza nikuambie customer, skiliza nikuambie zisiziwa. Kisasa sana hapa ni gwanzo customer. Leo laksiti, kuna baridi na baridi kali, yale mpaka unajikuta unatetemeka hivi mpaka mifupa oh. Mtu akifanya anatoa vumbi fulani hivi, moshi si moshi, vumbi si vumbi, ni sababu ya hii baridi na sasa ukijichanganya ukawa umetoka umeenda sehemu afu mvua ndo ikakufumania. Mfano mimi asubuhi nilikuwa nimetoka nimeenda sehemu hivi, ghafla mvua ndo ikashuka kutoka kule ah, imenipasua imenipasua imenipasua hiyo hiyo hiyo hiyo mpaka kwenda kufika nyumbani, na kudaka zangu sweta kama hii hapo, ilikuwa ni habari nyingine. Unaona, mpaka nastukia nimepata mafua <coughs> ipata mafua utaongelea kwenye mapua. Kama mimi hapa sasa hivi nina mafua, naongelea kwenye mapua. Mafua utaongelea kwenye mapua, mafua utaongelea kwenye mapua. Kasitoma, ukipata mafua utaongelea kwenye mapua mapua. Kwa hiyo kasitoma, na kukaribisha kuja uchukue masweta usije ka kutokea kama haya ya kwangu ya mafua na mapua. Karibu kastoma, sema popote ulipo uletewe na derivari ya bei rahisi bei nzuri kabisa. Sema kastoma, usichelewe wai nahuo ukipata hii baridi kama ya kwangu, karibu. Mipango mipango madhubuti, karibu sana kasitoma. Mungu mwenye vyote akubariki sana, amen.